Jeshi la India limevituhumu vikosi vya ulinzi vya Pakistan kutekeleza mashambulizi ya droni na silaha nyingine katika maeneo mbalimbali ya mpaka wa magharibi mwa taifa hilo. Madai hayo yanakuja wakati India ikiwa na muendelezo wa kulenga maeneo ya ndani ya Pakistan inayodai ni kambi ya magaidi, ikiwa ni hatua ya kujibu shambulio la hivi karibuni dhidi ya watalii wa Kihindi waliotokea katika eneo la Kashmir. Hata hivyo, Pakistan imekanusha kuhusika na shambulio hilo huku pande zote mbili zikiingia kwenye mapigano ya kuvuka mipaka yakihusisha mashambulizi ya risasi, mabomu matumizi ya droni makombora ambapo takriban watu 50 wameripotiwa kupoteza maisha haya ni mapigano makali zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mzozo wa mwaka 1999 katika eneo la Kargil huko Kashmiri na ni mara ya kwanza kwa India kulenga maeneo ya ndani ya Pakistan tangu vita ya mwaka 1971 hii ni TMC news update kimataifa na mimi ni Happy Balisidia